Shukuru afande kamishna kwa kutupatia mtambo ambao ni excavator kama tunavyoona unavyoendelea na kazi, ambao mtambo huu tunautumia katika eneo hili la uendelezaji wa mashamba ambao ni eneo la upanuzi. Hivyo basi tunashukuru wakala kwa kutupatia vifaa au vitendea kazi sisi kama shamba la miti Wino ili tuweze kukamilisha mipango mbalimbali ya wakala hapa shambani. Kwa hiyo tuko katika msimu huu ambao tunajiandaa Januari, tunatigurea kupanda hekta zaidi ya mia tano. Na sasa tunaona barabara ziko vizuri na zinaendelea kukamilishwa uandaaji, kwa ajili ya kumalizia uandaaji wa shamba ili upandaji uendelee kwenda. Kwa hiyo tunazidi kuomba Serikali kupitia wakala ya wa huduma za misitu kuendelea kutupatia vitendakazi hivi ambavyo vinatuwezesha kuandaa na shamba kwa usanifu zaidi hivyo tunatoa rai kwa wananchi wanaozunguka shamba la miti Wino, wananchi wa Madaba, wananchi wa Ruvuma, wananchi wa, wa mikoa yose, kwa mikoa yoyote, kwani huku tunaweka makambi, tunawakaribisha kuja kushiriki zoezi hili la upandaji, kwani watajipatia kipato kwa sababu upandaji huu ni mkubwa na tunahitaji watumishi wa kutosha. Shamba la miti Wino kuna fursa nyingi za ajira. Kama hapa tuna upandaji wa hekta takribani mia tano. Kwa hiyo tunahitaji watu wengi wakuja kufanya hii kazi, na hii kazi ikishafanyika tukishapanda, hatuishie hapo, bado malengo yanakuwa ni mengi. Tunapanda, tunatakiwa a tufanye usafi kwenye maeneo haya. Kwa hiyo inatoka kazi moja, inakuja kazi nyingine. Kwa kifupi, labda jamii inayotuzunguka japo, utapata fursa ya kazi, lakini pia utapata na fursa nyingine ya kielimu. Hapa hapa ndani ya shamba ndipo unaendelea kufanya kazi, utapata elimu ya uhifadhi wa mazingira ukiwa ndani ya kazi unavyoifanya, pia utapata elimu ya ufugaji nyuki ukiwa hapa hapa kwa hata ukitoka unaweza ukatoka ukaenda kwa jamii yako, ukaenda na elimu kwa jamii yako pia na wako wamepata na kipato. Kwa ujumla, ni vizuri wametangaza fursa nzuri, ambao vijana si wote tumechangamka kuchukua hii fursa, kwa sababu ni moja y kitu ambacho kitaenda kutupelekea maendeleo katika maisha yetu na jamii zetu kwa ujumla pia wametangaza moja kwa moja kwamba kutakuwa kuna elimu inayohusu utunzaji wa misitu na uhifadhi wa mazingira I, ile elimu itaenda kutuboreshea sisi katika kuandaa mashamba, kwa sababu wengi tulikuwa hatuna ujuzi juu ya jinsi gani tunaandaa mashamba, ni jinsi ya kuweza kufanya shughuli zetu za kilimo eza ya miti au cha mashamba, ila kupitia hii elimu itaenda kutupa fursa ya kujua jinsi gani ya kuhifadhi mazingira. naomba nitoe